Barua inayodaiwa kuwa ndiyo msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337 hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church almaarufu kama wenyewe alivyoandika kanisa la ufufuo na uzima, wakati mkata rufaa, mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maanake sisi mawakili tunabana na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na ku, kutamka hadharani kwamba kwa wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa wao, hiyo hiyo amri imetolewa ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishe na umma na watuambie hiyo barua, kwa nini mpaka leo haijafikishwa?